Hii ni moja ya AI kali sana kwa sasa hivi kwenye masuala ya generate video, na awezekana mkutano na video kama hizi kwenye mitandao ya kijamii, basi hii ndio AI inayotumika, na pia inaweza kufanya mambo mengi zaidi. Mimi naitwa Vinei, na hii naitwa Vinei TV, na hivi ndivyo tunafanya kila siku. Kama ni mgeni, subscribe. Let's go. Kitu cha kwanza kufanya, utaingia kwenye Chrome au browser yoyote unayotumia kisha utatafuta Higgsfield kama ilivyoandikwa hapo. Higgsfield ni platform ambayo inahusisha AI nyingi ndani yake lakini pia wenyewe wanatengeneza AI zao. Ukiingia kwenye Higgsfield kama hivi utakutana na interface kama hiyo. Hapa juu utaona kitu kama hiki try free. Utagusa kwenye try free kisha utaingia kwenye account kwa kutumia Google au account ya yoyote unayotumia wewe. Lakini rahisi kutumia Google. Ukishaingia ita load kama hivi then itakwambia Daily credits added. Kwa hiyo, wanakupa credit kumi kila siku kwa ajili ya kutumia bure. Utaenda huku. Ukienda kwenye Kling, motion control. Utakutana na interface kama hiyo. Hapa unachagua quality na nakushauri uchague quality ya HD sio HD, kwa sababu ukiweka d inakula, inakula, inakula credit nyingi. Hiyo kitu image. Image, cha kwanza utaweka oja, unaweza kutumia cha GPT lakini tunajua ndio bora kwa, kwa picha kwa iyo, Gmini, utagusa hapa kisha utachaguaaadia picha, no kwa fana, picha ya katoto Afrika, kamevalia vazi la blue kapo jangwani kamesimama 3D, nataka iwe 3D pia ni high, high resolution. Nita run kama hivyo nilivyo run. Ina generate picha kulingana na maelezo yangu au kulingana na maelezo utakayoweka. Kwa hiyo picha ndio hii, lakini sijapenda kamevaa kanzu, kwa hiyo nikaongezea maelezo kwamba shati la blue na bukta nyeusi, picha ya karibu, kanatazama straight kwenye kamera alafu iwe ni resolution ya 9.9 ya 16, yani iwe iwe ndefundefu hivi, isiwe kama hii hivi kwenye YouTube. Alafu iwe katikati. Kwa hiyo nano banana pro inajenereti picha kama hivyo, kulingana na maelezo utakayoweka unaandika kwa Kiswahili. Picha ndiyo hii niliyoipata, lakini ninaiambia kuwa good amevaa viatu, alafu iwe 3D rendering, then pia awe amependeza sababu sijapenda, ni mchafu mchafu, nataka vae viatu afu nguo ziwe safi. Yes, imenipa picha kama hii, nita download picha hii. Unaweza kusubiri, unasubiri kidogo kwenye, kwenye nanobanana inachukua ina muda kidogo, kwa sababu hizi picha ni high quality. Nashauri utumi nanobanana, kwa sababu chat gpt pia inachukua ina muda mrefu kwenye net picha, tofauti na nanobanana ni faster. Kwa hiyo AI yoyote mradi upate picha tu ambayo inahitajika. Unaweza kawa mtoto, anaweza kawa kiumbe yoyote, picha yako mwenyewe, na hii nembo hapa chini ambayo nataka niitoe kwenye remove kwenye hii free pick epic. Ukitoa, nitaisave aa, na kwenye kutoa hii nembo epic ndio iko vizuri zaidi kwa, kwa mtazamo wangu nitarudi kwenye kwenye Higgsfield nitaupload picha sehemu ya pili hapo. Ikiupload picha uh, utasubiri iupload kama hivyo, alafu hatua zinazofuata ni kuupload reference video. Reference video ni nini? reference video ni ile video ambayo unataka sasa hii picha ifuate hayo matendo, kama ni mtu anacheza, kama ni mtu anafanya kitendo. Basi ngoja niingie TikTok ili nichukue video za madancers, kisha niweke pale ili mtoto Style ya dancers, nikapata video moja hiyo, nikaichukua. Nataka nikaonyesha kitu kimoja, ukienda kuweka hizi video. Kwa mfano hii video nika upload hapa, ikaandika medium, kuna hiyo video ni low quality. Sasa kama ni low quality, inabidi upate video yenye high quality au ui, ui convert ile ile. Kwa hiyo nikapata hizi, kama unavyoona, nikatafuta sana kwenye Instagram, TikTok, kote, nimepata hii moja. Nataka kuonyesha kitu kingine pia baada ya kuupload hii hii. Video hii ni high quality, kwa hiyo haina noma. Unaona na dance ina upload hapo utasubiri ijae. Na wakati wewe unasubiri, nataka nikuambie kuwa hakikisha umesubscribe kama hujafanya hivyo. Unaona hapo umeandikiwa generate kwa kutumia credit 15. Nikipunguza kuwa 720 unaniambia generate kwa kutumia credit 15. Kwa hiyo cha kufanya hapa, kwanza niweke prompt. Hiyo ni prompt ambayo unaweza ukagandisha video au unaweza nikaweka kwenye comment. Nikiweka kwenye comment, utaikopi utaiweka hapo kwenye prompt. Unatakiwa uweke video ya sekunde kumi kushuka chini, ukiweka sekunde tisa maanake utajenereti kwa kutumia kredit tisa na kukumbuka, kumbuka tunapewa kredit kumi kila siku. Kwa hiyo nimekata hiyo video, imekuwa sekunde tisa, ndo maana nimeambiwa jenereti kwa kutumia kredit tisa. Ukiweka sekunde kumi inakuwa jenereti kwa kutumia kredit kumi. Kwa hiyo nitajenereti kama hivyo. Hakikisha sio full HD, kwa sababu full HD inaongeza matumizi ya kredit. Utasubiri hapo ijae na... kusubiri inachukua muda, sio siri inachukua muda kama unavyoona hapo, nikaambiwa masala, nikaambiwa dakika ya arobaini na ngapi, then nikapungua mpaka dakika 28. Okay. Yes, baada ya kumalizika hayo ndiyo matokeo niliyoyapata, na kama umependa video hakikisha umelike, unaweza kashare kwa mwenzio pia ajifunze, na kwa wale ambao mna support kazi muda wote Shukrani pia na kwa wale wageni, nadhani mnakosa mengi kama hauja subscribe. Bye.